Mama, unaitwa nani? Unatokea wapi? Kwa majina naitwa Eva Solida, natokea Vigwaza mm. Namshukuru Mungu kwa ajili ya madhabahu hii kwa kweli. Asubuhi nilipofika hapa na sasa hivi hakika mm. ni Mungu. Umemuona Mungu kwenye maisha. Nimemuona Mungu kwenye maisha yangu kwa kiwango kikubwa mm. Nilikuwa kwanza ninaumwa hivyo mm. sikuwa naweza kusimama mimi lisali moja. Ulikuwa unasumbuliwa na miguu? Ndio na nilikuwa nikisimama kwa muda mrefu, nasikia maumivu makali sana. Na cha ajabu, nabii ameongea hivyo vitu bila mimi kumwambia, na baada ya yale maombi pale kwa hmm, kweli sasa nasikia ni mwepesi nasiskia yale maumivu makali niliokuwa nasikia mm, kwa kweli sitarudi nyumbani kama nilifo. <laughs> Hiyo hali imedumu kwako ikiwa na muda gani? Ina miaka miaka kama sita, sikosei toka mwanangu alivyoanza kupata matatizo, ndio hiyo hali ilinianza. Ulishawahi kwenda hospitali? Mm, nilienda wakaniambia tatizo la uzito, lakini kajaribu kupungua uzito lakini hali ikawa bado iko pale pale. Mm, ndio lakini leo nimemuona Mungu maeneo yote. Naamini nimefunguliwa mimi na nime uzao wangu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Amina. Mungu akutendee mema. Amen.